Prince Dube wana Yanga wote tumwombe razi kwa mara nyingine tena dube tusamehe du du dube hey. ni soka mmoja hey. hatari sana fainali hey. ha. hey. ananiuliza uwanja mkapa ndio mmehamu mmetuachia hey. naambia gemu ya mwisho hey. fainali sisi na watakao ingia fainali ndio tutacheza kwa mkapa lakini gemu zote za kimataifa tunapiga hapa amani gwantana mube tukawambia gamu ya leo, yeah, hatatumia nguvu nyingi wembe, yeah, yeah. yeah, yeah, ule ule ambao tumemnyoa kolosidadi mara sita tutageuza upande wa pili kumnyoa, yeah. mwarabu yani hatununui wembe mpya, ule ule tunampiga simba mara zote, tunageatuatumia upande mmoja k kumpiga simba, tuageuza upande wa pili mwarabu. Kafa mmoja, na hiyo moja ni kama tumempa leo, alikuwa tumepakijizawale goli tatu anyewe simba hawaamini kinachoendelea leo ni upi? Tutanyoa Waarabu wote. Kuna timu Tanzania hapa inasema namba 5 timu ya timu ya kimataifa. Tumenyoa mara 6 hayupo? Kusundo ah, kumnyoa shehe. Vitu vidogo sana kwetu hivi. Dube, Dube leo katupia hapa leo. Prince Dube wana Yanga ndio kwa tumwombe razi kwa mara nyingine tena. Dube tusamehe. Dube ni stoka mmoja hatari sana. Yeah. Yeah. Ukiacha Dube kwa nini kwa Pakome hizo MVP. Pale tukwambiwa tunzo zimeshatangazwa kwamba atakuwa bado wewe umo kwenye MVP. Uh. Akasema naanza kuonyesha kwa kwamba oh ha, kama tia tunzo yeah, walinyime. Wewe well, well. Well, mwandishi umeona hizo za Pakome sizo leo? Hatari. Inatisha. Sasa hiyo ndio Yanga. Hiyo ndio Yanga. Baka Ibrahim umemwona baka, leo eh. Eh? Eh. Kuna mtoto wetu Edmund Jolly kaingia sababu. Umemwona leo koko kifupi Yanga, Yanga ya kocha huyu. Yule baba leo toka angetua tungemchekea. Yule Fozi, walai bila angetua. Lakini huyu hapa. Kufa na afe. Hii ya mpanzo nimtegemea? Hamna kitu. Liwakute. Ayo taifa, apige tatu bila. Samna mnapiga tatu. Haina noma. Kila laheri baba.